Ni kama naye amesikiliza vizuri maono kutoka taasisi mbalimbali zikiwemo za kidini ambazo zilitoa nini kifanyike, sasa baada ya kuweza kupata majeraha taifa kupata, kupata majeraha makubwa namna hii, kwao ni kama anajibu yale wengi ambao walikuwa na e, pendekeza kwamba kwa, kwa kweli uchunguzi wa kina ufanyike kwa sababu mambo yalifanyika kama kwa kificho, lakini maiti ni nyingi, bado leo watu wanazika wengine hawajapata watu wao lakini pia e, kitu ambacho wengi wangependa viwe vyombo ambavyo ni huru. Rais Samia Suluhu amegusia kwamba yeye hatochoka kunyoosha mkono wa maridhiano kutokana na kile alichokianzisha mwanzo cha R nne. Kutokana na mazingira ya sasa, huu mkono wa maridhiano ambao anataka kunyoosha Rais Samia, unafikiri una nafasi ya kuzaa chochote? kuleta mshikamano kwa, ma, kwa maoni ya yangu, mtangazaji, e, yale yaliyoanza nayo Samia, mimi mwenyewe nilikuwa mstari wa mbele kumsifia sana na kumwombea e, kwa Mungu kwamba ujasiri aliyoanza nao wa 4R ustahimilivu, kujenga upya nchi, maridhiano pamoja na kuleta mabadiliko au marekebisho makubwa reforms. Kwa kweli nilimuunga mkono sana. Sasa kitu ambacho kinatutia wasiwasi, unajua, ukisha umwa na nyoka, hata ukiguswa na unyasi unafikiri ni nyoka. Tena huyo huyo ambaye alianzisha maridhiano mazuri na zile 4R, ndio huyo huyo aliongoza tena kwanza kukandamiza, kurudi nyuma, kuwa sawasawa au kumzidi mtangulizi wake wa awamu ya tano Magufuli. Kwa hiyo watu wanajiuliza, je, huyo aliyesema vizuri mwanzo anavyosema tena kwa kurudia yaleyale yale, atayaendeleza au atatekeleza njiani. Kuna kuna maoni mengine wanaona kwamba kwa kuwa anajua alivyokuwa ameanza vizuri na kuweza kupata sifa kubwa, huenda amerejelea tena apate sifa kwa kutoa ahadi na kusema mambo mazuri, lakini mwishowe ni kutuliza tu na kutupooza, alafu akarudi kule kule. Hotuba hii ya Rais Samia kwa vijana imepeleka ujumbe gani? Kwanza wanaona kama vile wanadharauliwa kama vile azima yao ya kuleta kuleta mageuzi na kupinga uchaguzi ambao sio mkri... wa kidemokrasia kama vile wanadharauliwa. Angeweza kujaribu kuangalia namna gani ya kutatua matatizo ya wanaokumbwa nayo vijana ikiwemo kukosa ajira ikiwemo kuweza kunyimwa kushiriki katika vyombo vya maamuzi ndio, angekuwa anasema kwamba sasa anawafunguliwa na anawasema, kuliko kwamba wameshawishiwa. Kusema wameshawishiwa ni kama vile wao hawana akili, hawajitambui.